Sio kwamba hii baskeli ambayo nimechukua ni, ni, ni, ni inaweza ikawa ushahidi wa kunikamata haraka haraka, maana kuna wazee wengine wakuta ni wachaa ya kufanya hapa. Baskeli sitake, maana mi nikuwa na lengo la he akenda kumtibia baba hapa. Kwanza hii baskeli niacha hapo, wakihitaji wataupata, wakihitaji wasaizi ili sije kuwa ushahidi wa kunitafuta haraka haraka, maana niko hapa. Baskeli hata hizo hela wanaweza wakaziacha, aa hapo. Mi shida yangu ni pesi, i baskeli kwanza, i ni biaza hapa barabarani moja, niliegeshe tu hapo haraka, hapa shahidi a haraka a, elfu hamsini mambo mambo mengine haya na, alafu hapa kwanza niende nyumbani nibadilisha vifaa, maana najua najua nisipobadilisha vifaa eleza ukweli, nyinyi mnaonaje? Yani hamna mtu wa kuja kuiba hivi? Hapana, hicho kitu hakiwezekani, hakiwezekani kabisa. Odi odi odi odi. Odi hapo. Kwa hiyo, ah, nimekaribia na sisi hapa. Eh. Asante sana. Eh, hapa, habari za hapo nyumbani? Kabisa. Eh, mimi mimi.

Sasa haonekani, tukaa tuna shida yes. e, yeah, kama mwanzo nimekuambia kwamba tuna shida na mwenyekiti yeah. kuna tatizo fulani hivi limejitokeza yeah. e, kwa hiyo tungemkuta na hisi shida zingeisha e, yeah. kwa hiyo kwa hiyo nao waona, hawa ndio nimekuja nao sasa hapa kwa sababu umesema mwenyekiti hayupo. Tutarudi ah, siku nyingine, kwani karudi naweza kajua. Sasa wakina mbibi, mbaki salama, sawa. Sisi tunataka turudi nyumbani. Tunaondoka. Mbaki salama, mbaki salama. Kweli vifaa nimevileta vyote, naangalia. Akawaza, ninaweza nikaidika hapa vifaa vipia nimevileta vyote. Hodi hodi! Hapanwaje, asante baipa. hamjambo mbali za hapa nzuri. Wazima wazima. Mbona hmm, wana... uko peke yako leo? unakaa mpeke yako hapa nyumbani? Wapo wameenda wapi? Yuko ndani. Amerara mejirakisi kwenye jua hii anapumzika ana, ana kwanza kuna uchovu si hapa. Kuna nyaraka ambazo nimetumwa kuja kuwaletea, kumuita, naweza kamwitawaja nimuite Tuko. Asante, nimeshakaribia mara. Marahaba. Jambo, jambo. Hebu leta kiti huku na mimi sai hapa. Eh, habari za siku na nini na harakati habari za siku na harakati ya majukumu? Ni nzuri maana tunahangaika kila kona. Mm. E, na hizo ni harakati ni za serikali, yaani hapa mimi ni kwanza yani, mm, mimi nimeteuliwa kwenye ime... kijiji hiki kuja kuandika namba ya NIDA wala ambayo hawajapata namba ya NIDA, mm, na kuwatafutia na kuwatafutia kwamba NIDA ili ili vijo kwa urahisi ili watu msio mnahangaika kwenda kwenye vituo huko e, maana wameona wapo watu ambayo ni wavivu sana kufika kwenye nini kwenye huduma ya kutoa hizo na nini e, kwenye, kwenye kupata huduma yu, yu, yu, ya yu, yu, yu, yu, kwenye vituo vya serikali hapa. Sasa nimekuja na nyaraka, sijui na ipokeaje hiyo nyaraka hapo hapo yenyewe kwanza NIDA kama yenyewe kama yaani, kila mmoja ili upate nida moja elfu tano ndiyo mchakato serikali ambayo imeona ikafanywa huo mchakato, maana watu sana ni wavivu, maana tukiangalia elfu mbili kumi na saba ilipokuja saa so, walipata wengi, lakini walikuja kupiga hesabu serikali wakakuta watu ambao hawajapata ni wengi. Hapo hey, tunashukuru kama wee kiongozi, na kutuzungushia mambo kama ni namna ya mida hapo. Kwanza ni kumshukuru hata Rais mwenyewe ambaye ametoa wazo hili. Umesema shilingi elfu ngapi? Kila mmoja elfu tano. Kama ni wawili ni elfu kumi, moja ni hesabu, kama zitafika sisi. Mm. wale nao wanafanya kazi gani? Tunaona wapo pale, kama vile wananifanyia ka kazi ka kuchimba choo Unajua, hata nyaraka za serikali zinakataa kukaa bila cho. Unajua uh, serikali yenyewe nasema tunza mazingira ya kutunza e, ndo wananifanyia kaa kazi. Ngoja ni kuchukue maelezo kidogo ha, kwanza ngoja nitengeneze mitambo hapo. Hmm. Maana hapa mitambo wameturahisishia, wame wakatuletea mitambo mizuri za kutembea Hmm. Nazo kwanza hapa <coughs> uchukue daftari kwanza, kuna mambo ya kujaza Eh, hapa ni, ni majina yako matatu. Alafu na ni majina yako, ni jina lako, yani majina yako matatu. Mhm. Mm Unaitwa na nani? Mimi naitwa Siajari. Siajari nani? Kabogora au Yusufu. Kame. Yusufu. Eh. Nani? Yusufu Matias. Matias. Mhm. Mhm. Mm na mke wako anachukua eh, kuna haja na mke wangu eh, sasa so, so, pa... nataka chukue za watu wawili, kila mtu anaandika jinsi anavyopata. nika Mama Ibu, njoo na wewe wakujazia hapa, fanya haraka haraka. Naitwa nani? Kristina Oskari. Nani? Oskari. Oskari. Oskari, nani? Rashom. Rashom babu yangu yule. <laughs> Sasa hapa <up, huh>? mm. <laughs> Anwani yenu ya makazi, namba ngapi? Namba yenu ya makazi <laughs> ya makazi ya makazi, mi najua ni kama kilimo Yaani, namba si in ambazo zile walizokuja kipindi kile kwenye pesa kubandika, kama ni namba ngapi zile ambazo walibandika, ujue kipindi ni wanabandika namba keli akaunanii mdiakuaeaanwaknjangai kucheza na vinavyo. Ndio Wazungu walisharahisisha. Yaani hapa kwenye kuna roti hapa ndo bara.